Rais Samia Suluhu Hassan ameielekeza ofisi ya mashtaka kuwafutia makosa vijana wote walioonekana kushiriki maandamano yaliyosababisha vurugu ya Oktoba 29 mwaka huu kwa kufuata mkumbo, akisema baadhi yao hawakujua wanachokifanya. Amelifafanua hilo kwa kile alichoeleza, ukiangalia video za maandamano hayo kulikuwa na vijana walioingia kuandamana kwa kufuata mkumbo na ushabiki hawakujua wanalolifanya ndio maana ameomba ofisi ya mashtaka ichuje ya makosa yao. Rais Samia ametoa kauli hiyo leo Ijumaa, Novemba 14, 2025 alipozungumza katika hotuba yake ya kulifungua bunge la 13 jijini Nikiwa, kam, nikiwa mama na mlezi wa taifa hili, ninavyoelekeza vyombo vya sheria na hasa mkurugenzi wa mashtaka kuangalia kiwango cha makosa yaliyofanywa na vijana wetu. Kwa wale ambao wanaonekana walifuata mkumbo na hawakudhamiria kufanya uhalifu, wawafutie makosa yao, amesema na kupigiwa makofi na wabunge.